ta spika kwa majina yeah, yeah. <laughs> ni kama wa Kisumu. Spika mitaongelea mada mbili pekee. Aya, asante sana miya. Um, spika kwa majina ni kama wa Kisumu minaspika, mitaongelea mada mbili, hii mada ya nyota ambayo William Samoei Ruto anatembea akipea watu nyota Watu wanasema nimepata Ruto akona nyota. Wewe ukiona William Samoei Ruto, yeye mwenyewe akona nyota ya kuwa president 2032, 2027. Hako na nyota ya kurudi 2027. Ruto ana nyota ya kurudi. Yeye mjipange mapema. Tutawasafiria nyumbani asubuhi na mapema. Na huyo Ruto yenu. Wewe ni kati yenu hapa yote, nani amepata hiyo nyota? Hakuna. Wewe hiyo nyota inakuja aje? Process gani? Tuaje kuletea Ruto vitu vingine ajafanya. Aja gani utetee Ruto, na yeye mwenyewe anaishi Karen, wewe mwenyewe tunakaa na weka yole <laughs> mwenye, na hata wewe <mwenye> unalipa rent. Mbona mtetea? <laughs> Kuna vitu vingine unafaa ujiulize. <no> <laughs> Alafu hii game ambayo imefanyika mi leo, mimi ninachukia sana mtu kama mtu kama huyu jamaa yetu huyu anaitwa nani, Jalas. Before hata huyu nani leo aje atolewe. Huyu Jalas alishajua kila kitu. <inaudible> <inaudible> Ndio maana alikuja akisema hapa anataka Senate. Betrayers wa ODM. Namba moja na mimi nawambia hivi, huyu Sifuna ambaye mmetoa huyu, huyu ndo tunaenda na yeye. Unaona hii Kenya saa hii, huyu Sifuna mmemtoa, kama saii kuna followers wake, na tena tunangoja mtoe tena mtu moja, tunangoja waungane hao watu wawili, unawasafirisha asubuhi na mapema. Leo hii mimi nashangaa ule mzee ajui kusema kitu anaharibu hii ODM. ODM si yao, ODM ilikuwa ya wananchi, ukweli. So nawambia hata mimi ni mjaluo, mmepoteza mjaluo mmoja, ameenda na Sifuna Mluhya, itafanyika hivyo hivyo tu, na nami na najua mimi nikienda, nimeenda na bibi yangu, nimeenda na mama yangu, nimeenda na baba yangu, kwa familia watu kumi na mbili, wajaluo wote wameenda na Sifuna. Sahizi ile siasa ya ujinga na si ile siasa ya ukabila. Ile siasa ya ukabila iliisha kitambo sana, na tuwaji hii ujinga. Jana niliwambia hapa, William Samoei Ruto mkitaae kumpiga kura atamalia 2032 kindinga chukue 2042. Kwani nyi wajaluo na waloya mmelaniwa nini? <laughs> mnapata president mwaka gani? Inabwana president ni mwaka gani? Hata jana lewambia hapa. Obvious Ruto kimaliza, juu kuna kesi na Uhuru atawachia Kindiki. Ndio ndiyo asishikwe, juu Ruto na Uhuru wakuna kesi. Na loya wao alikuwa Kindiki. Which means wata wachia Kindiki kiti Kindiki maliza 2042. Mluhya na mjaluo bada wanasema tuta, mtuta mwende na wapi? Kamau! <laughs> Kwani nyinyi mliamua hii Kenya kabila mbili ziliokuza? Ndio hapana, kabila mbili hakuna, hadi kama si mkale ni mkikuyu. Mkale, mkikuyu, wajaluo <laughs> wa loya wa kamba, mlilaniwa nyinyi, mlilaniwa. Hapana, hadi wewe ukipala kinikubwa ali security, ukipala kinikubwa sasa. Hiyo wajaluo na brag ali treasury, treasury na wengine wajalipa rent, alba nani ajalipa rent Treasury nawe mwenyewe utasilingi hii, hata ushikwe usikweta 1000 utalala mjela mwaka mmoja. Jua una hiyo 1000 00 sisi tuko Broadmeast, tuko Treasury, tuko Broadmeast tuko hata stima, nahatakina stima. Kuna vitu zingine unafaa ujiulize, unapata mtu mimi ni mjaluo post tupoasta Jiulize kwenu kuna stima. Unataka kutetea ujeli huu hapo kwa kuna stima. Hata nyumba mwenyewe hauna. Hiyo stima utaweka wapi? Hajaongea bwana. So, Mr. Speaker. Sawa, ni sawa Mr. Speaker. Hajaongea. Haya. Haya, asante sana Mr. Speaker. Mimi namaliza nikisema